Hello. Naam, habari ya wakati huu mtazamaji, karibu tena katika kipindi kingine ambako leo tumepata bahati na nafasi nyingine ya kufanya kitu ambacho naona kitakuwa kizuri zaidi kwa ajili yako wewe mtazamaji wa channel hii e ya Electronics Devices Maintenance. Yeah. Kwa leo nimekuja na laptop mbele yako. Kama nilivyokwisha tangulia kusema, ama account inavyoweza kujielezea ni kwamba, Electronics Devices Maintenance ni channel inayojihusisha na matengenezo ya vifaa vya umeme kama vile kompyuta, printer, photocopy machine pamoja na simu. Sasa tunaelekea kwenye kipindi kingine cha namna gani ya kuanza kutengeneza kompyuta mbovu, lakini pia tutaendelea mbele na ndani zaidi, namna ya kutengeneza printer pamoja na photocopy machine. Hivyo leo nimekuletea laptop aina ya Dell, kampuni ya Dell, nikiwa na maana kwamba nahitaji leo tufanye kuifungua ni kompyuta ambayo of course ina tatizo lakini sitokwenda kufocus kwenye tatizo, ila nitaanza kwanza na namna ya kufungua kompyuta, ufahamu vitu muhimu kwenye kompyuta ambavyo unapaswa kwa navyo makini, lakini pia ni vitu ambavyo vinaweza kuchunguzwa kwa uharaka zaidi. Zingatia zaidi kwamba unapoifungua video hii, jitahidi ukipata nafasi ifuatilie kwa undani zaidi. Hapa ndio mwanzo tunaanza sasa rasmi kwa ajili ya kuitambua kompyuta. Kwa hivyo maelezo yote nitakayoyatoa jitahidi kuyapata ili hata wakati mwingine tutakapoanza matengenezo ya kompyuta kwa maana ya laptops basi wewe unaelewa kwamba ni kitu gani tunachokifanya ama tunaenda kuzungumzia kitu gani. Wale wengi nimekuwa nakiona ni wakilalamika, na comment baadhi zinatokea hata kwa njia ya WhatsApp wananitafuta waki, waki, wakiwa kama wananielekeza kitu kwamba kompyuta hiyo, ama sorry I mean simu hiyo ina shida sehemu fulani, lakini kumbe nakuja kugundua kwamba hawakufuatilia video nzima mpaka mwisho wakaelewa kumbe tatizo hili lilisababika kwa namna gani. Hivyo basi nakuomba kwa kuwa tunaelekea katika mafunzo ya namna gani unaweza kuitengeneza laptop tukiwa tunaendelea na somo letu la simu, basi kumbuka matengenezo ya laptop yanahitaji uanze mwanzo mpaka mwisho wa kipindi wapo kama hautoweza kufikia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi basi tambua hautoweza kufanikisha zoezi la matengenezo ya laptop. Okay, kitu kingine ambacho napenda kukufahamisha wewe mtazamaji wa channel hii Electronics Devices Maintenance, uwe ni mgeni ama ni mwenyeji, ni kwamba nashukuru kwa kuendelea kunifuatilia, lakini pia tutakuwa na mabadiliko kidogo katika jina la chaneli yetu. Channel inaitwa Electronics Devices Maintenance, lakini nimekuwa nikiona baadhi ya watu wana comment wakisema jina ni refu sana, wanashindwa namna ya kunipata kwa wakati, hasa wanapoingia kwenye search. Kwa hivyo nitalibadilisha kama ambavyo inatakiwa. Litabaki kuwa pale pale, ni somo la matengenezo, lakini likiwa limebadilika katika jina la Electronics Repair Class, darasa la matengenezo. Yeah, nitalibadilisha kuwa hivyo, kutoka kwenye kuwa matengenezo ya vifaa vinavyotumia umeme, basi litakuwa darasa la matengenezo ya vifaa vya umeme, electronics repair class. Asante kwa kuendelea kufuatilia chaneli yangu. Hivyo sasa tuanze na pointi muhimu. Cha kwanza, unapofungua laptop kama hivi, I mean unapopata laptop kama hivi kutokea kwa mteja, hakikisha kwanza umethibitisha imefungwa nati au haijafungwa nati. Kwa mfano mimi nikiangalia kuna baadhi ya sehemu hazina nati na baadhi ya sehemu zina nati sasa ukifanya makosa ukafungua kompyuta moja kwa moja bila kuithibitisha vitu kama hivyo, baadaye unaweza kaja kudaiwa kwamba wewe umeifanyia wizi, umeibia nati na nini. Lakini kitu kingine, maana ya kuhakiki hivi inakusaidia wewe kutambua sehemu gani utakayokuwa umeanza kuifungua. Ili uende kwenye pointi nyingine ya msingi, laptop inaonekana katika muonekano kama huu, kama unaweza kuona, na upande wa nati ni kwa huku nyuma na hapa mbele hiki ni kioo. Kwa hivyo utaanza kufungua kwanza nati zote star. Unazotakiwa kufungulia ni zile zile star zi tofautiani. Hii ni star ambayo inajulikana, so unaweza kutumia star ya namna hii, lakini pia kuna baadhi ya nati zinakuwa ni tofauti kidogo. Kwa hivyo, utapaswa kujua kwamba unatakiwa kuwa na star aina zote. Kwa hivyo, utaanza kufungua nati za kompyuta yetu, laptop. Na baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha kati ya laptop na kompyuta. Kitu ni kimoja, usijaribu kuweka utofauti kati ya laptop na kompyuta yaani, kompyuta ni laptop yenyewe na desktop ile ambao wengine wanaita sijui monitor sijui wengi wana, wana majina tofauti tofauti, lakini zote zinaitwa kompyuta kwa ujumla. Kwa hivyo utazitofautisha tu kwa kusema laptop ama CPU, hapo ndo utaweka utofauti kati ya laptop kama hii na CPU kompyuta kubwa zile ambazo sio za kubebeka mgongoni kama hii ambao muda wote unakuwa unatembea nayo. Baada ya kufungua hapa kuna kikava kilikeo hapa mbacho nimekitoa sasahivi. Ukisikia kwamba kompyuta ina shida basi, basil ni kitu cha laptop ina shida ya lam, lam ni kitu cha namna hii. Kuna matatizo gani yanaweza kujitokeza iwapo kama RAM itakuwa na shida? Cha kwanza kabisa, RAM kama itakuwa na shida, kompyuta haiwezi kuonyesha kwenye kioo. No display at all, huwezi kupata chochote kwenye display iwapo kama RAM itapatikana kuwa na shida. Kitu kingine kinachoweza kupelekea kompyuta kugundulika kwamba tatizo lake ni RAM ni speed. Sometimes RAM ikiwa na shida, speed haitoweza kupatikana nzuri ama unaweza ukawasha kompyuta ikaleta maluelue kiasi fulani kwenye kioo, ambayo hayo maluelue hayajasababishwa na kioo kuvunjika, basi lamu pia inaweza kuchangia kuwa moja kati ya tatizo ambalo unaweza kulisovu. Kwa hivyo fikiria kwamba napokuelezea matatizo yanayotokana na lamu, maanake solution yake ni kufanya kinyume cha yale matatizo. Kwa hivyo nimekuambia kwamba lamu inaweza kuleta tatizo la nini la kushindwa ku display lakini pia inaweza kupelekea tatizo la kushindwa kuwa na speed nzuri. Inaweza kama display, lakini kompyuta ikawa haina speed nzuri, lamu inaweza kuwa moja kati ya tatizo. Sehemu nyingine tunaweza kufungua ni hapa hivi, naona pamekatwa kidesign. Kwa hivyo tunafungua tena, tukifunua hapa kunaonekana kuko empty, hamna chochote kilichochomekwa hapa, lakini kunaonekana kuna, kuna slots ma sehemu ambao unaweza kuchomeka vitu modules ambazo unaweza kuchomeka vitu. Hizi sehemu ni sehemu ambazo unaweza kuchomeka kitu ambacho tunaita internet card yani wireless card, ile ambayo ni card ya kuunganisha wireless card internet, maana yake mtandao wa wireless. Hapa ndipo unaweza kuchomeka hivyo, lakini pia kuna kuunganisha card inayohusika na usomaji wa line ya simu kwenye kompyuta laptop. Haya, upande mwingine kuna hiki kitu hapa ambacho kinaonekana kama ni kiloki hivi, ambacho nimesema hamna nini, hamna nati hapa. Ukifunua hivi, basi utaona kuna kitu kinachomoka humu, hiki kinaitwa HDD Hard disk, hard drive hii ndio memory card ya kompyuta. Kuna watu wanachanganya kati ya RAM memory na HDD. RAM memory, of course, ni memory card inaotunza taarifa fupi za kompyuta, iwapo kama pale imejitokea mezima ghafla, inatunza zile taarifa fupi ambazo ulikuwa ukizifanya, ukiziendelea kuprocess, ukiendelea kusave na nini, hii hapa. Lakini pia hii ndio memory card In, in deep yani kwamba hii memory card inatunza picha, inatunza mziki, inatunza video, inatunza documents na kila kitu. Kwa hivyo unaweza kukuta mtu anahitaji kwamba nahitaji kompyuta yangu imekufa, nahitaji kupata documents zilizokuwa kwenye kompyuta yangu, kwenye laptop yangu. Hiki ndio kitu ambacho kinabeba taarifa zote, hii ndio memory card ya kompyuta. Sasa na memory card unaiongeza kwenye simu, basi hii ndio memory card ya kompyuta. Haya, tunafungua kwa ndani zaidi, tunatafuta nati zingine zilipo. Usijaribu kuwa na haraka sana kuielewa kompyuta kwa undani zaidi, kuna sehemu nyingine hapo kuna nani. Usijaribu kuwa haraka sana kuifahamu kompyuta, lazima taratibu. Hivi ndio namna unavyoweza kuifahamu kompyuta, kama ambavyo nimetangulia kukueleza kwamba kuna baadhi ya sehemu maalum ambazo nazielezea kwa undani zaidi, uelewe matatizo yake huwa yanatokeaje, na hata siku nyingine ambavyo tutapata nafasi ya kuanza kufanya matengenezo ya laptop, basi utakuwa na nafasi nzuri ya kuelewa kumbe kile nilichokielezea ni, ni kitu gani? Ukiangalia kwa nyuma hapa, nati zote zimeweza kutoka, hakuna nati nyingine iliyopatikana hapo. Basi tunafunua kwa mbele hivi, ili tuweze kupata kitu kingine ambacho ni keyboard. hii keyboard ni kwa ajili ya kutaipia, hakuna ambaye hafahamu maana ya keyboard. Kitu kingine ambacho tunaweza kukifanya, unapaswa kuiondoa keyboard. Unaiondoaje keyboard? Lazima ufuatilie kwanza keyboard nzima, kuna sehemu ambako imefungwa kunaonekana kuna nati hapana, ni sehemu gani ambayo ina upenyo mzuri wa kupitisha chuma au wengi wanatumia kucha, lakini sidhani si kama kwenye laptop mtakutana na kucha hapa, mtakutana na, na vyuma kama hivi vya kufungulia. Haya, sehemu ambayo unatakiwa kufanyaje? Kubinua kama hivi, umeweza kuona sawa. Lakini ukiangalia kwa hapa nyuma, nimebinua lakini hapa kunaonekana kwamba sikutakiwa kufungulia kwa huku nyuma. Kwa hivyo natakiwa nianzie huku mbele. Naanzia mbele, wapi? Nikiangalia haka hapa, ukijaribu kutesti hapa, haka kamkanda ka, ka, aka kanachomoka, sawa. Sasa kumbe kama kanachomoka, kananipa nafasi nzuri ya ku oh, nishafungua nati kule nyuma. Sasa huko ina kio kinachomoka, lakini ndo maana ya kufungua nati kule nyuma. Nikiangalia hapa mbele kunaonekana kuna, kuna sehemu hapa ilitakiwa nati ifungwe kwenye nini kwenye keyboard na nati haipo. Sawa, nikifuatilia sehemu nyingine huku kunaonekana hapa kuna sehemu nati ilitakiwa ifungwe ya keyboard, lakini haipo. Nikifuatilia huku mbele zaidi, keyboard haijafungwa nati yoyote. Kwa hivyo kumbe hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kutambua kwamba nati zinazofungwa kwenye keyboard zinafungwaje. Kivuta hivi basi utaelewa kumbe loki zake za pembeni humu zitaachia kwa urahisi zaidi. Hivyo ndivyo jinsi tunavyoweza kuifungua nini? Keyboard. Keyboard zinatofautiana tofautiana, kuna zingine nati zake zinakuwa kwa kwa huku nyuma, kwa hivyo unahakikisha kwamba unapofungua nati zote huku nyuma unafungua zote kabisa. Yaani hauachi nati iliyoshikilia sehemu hapo, ndio utapata urahisi wa kuja kuifungua keyboard. Sababu ili uweze kuifungua kompyuta ndani, uingie kwa ndani kwenye laptop, lazima kwanza uondoe vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya keyboard hazitoki unaifungulia moja kwa moja na keyboard inabaki pale pale kwa sababu inakuwa haina sehemu ya kuondoa kimkanda ki kama hichi hapa ambacho kilikuwa touch hapa mbele. Kwa hivyo kompyuta zinatofautiana. Hii kompyuta naona wameiweka katika utofauti kidogo. Kadi ya wireless inaonekana kuwa ndani. Hii hapa. Naona. Oh, sorry sio kadi ya wireless, hii ni kadi inaweza kusomesha simu, line ya simu. Kwenye nini? Kwenye kompyuta, okay? Kadi ya wireless kumbe haikuunganishwa vile vile. Okay. Sasa baada ya kuifungua kompyuta kama hivi, hakikisha je, hakuna sehemu ambayo kuna nati kwa sababu ukiangalia hapa kulikuwa na nati zilishaondolewa. Ni kompyuta ambayo ilishatoka kwa mafundi wengine, kwa hiyo mimi nimeipokea katika mkono wa pili, kwa hiyo maana yake imeshafunguliwa kufunguliwa baadhi ya sehemu hapa kulikuwa na nati. Kila sehemu ambayo unaona kuna nati, kuna namba zimeandikwa na pia kuna mshale hapa. Inaonyesha kwamba kulikuwa na nini? Kulikuwa na nati zilizokuwepo hapo. Baada ya hapo tafungua tu mikanda hii. Unaweza kuona mkanda una sehemu ya kushikia basi, nikichomoa hivi inakuwa ni rahisi zaidi kufungua. Basi nitahakikisha kila sehemu ambayo ina loki kama hizi naifungua. Loki kama hii inatakiwa kupandishwa juu hivi. Ikisha ipandisha hivyo ni rahisi zaidi na ina sehemu ya kushikia hapa, unaweza ukashika hapo ukachomoa mkanda. Kwa hivyo loki zote hizi za laptop unazifungua kwa staili kama hiyo. Ni sawa sana na simu tu, lakini zenyewe zinakuwa ni kubwa kubwa kidogo. Kwa hiyo mikanda yote ambayo unakuwa umeiona kwenye laptop Unahakikisha unaichomoa kwanza, ile ambayo inaonekana kwenye surface ya mbele, unahakikisha umefanyaje, umeichomoa sawa, kama hivi hapa hapa, kuna mkanda na unatakiwa unapofanya yote hayo, unakalili kwamba kumbe nilipofungua ni hapa. Kwa mimi tayari nimeshaielewa moja kwa moja, kompyuta naifahamu kwa undani zaidi, sina, sina haja ya kukalili. Kwa hiyo wewe kwa kuwa bado ndio unaanza, na ndio maana nimeanza na somo hili kwamba tujue namna ya kuifungua laptop, ni kwa maana ya wewe kuhakikisha kwamba unazikava zile sehemu muhimu ambazo unapaswa uwe nazo kichwani ili uweze kuanza kufanya matengenezo ya nini ya laptop. Basi kama hivyo, nimeshachoma mikanda yote, basi naangalia huku. Kumbuka nilifungua nati ambazo zilikuwepo haya maeneo hapa, zinati zilizokuwepo haya maeneo hapa, maana yake zilikuwa zimeshikilia hiki kio. Kwa hivyo kumbe, na nafasi nzuri ya kuchomoa kio kama hivi, na baada ya kuchomoa, basi naona kuna baadhi ya mikanda imeshikilia hapa, ambao Baadhi ya waya zimeshikilia hapa ambazo hizi waya zinakuja moja kwa moja mpaka kwenye hii kadi, ni za kubandua tu kama hivi, basi hazina kazi kubwa sana manake hizi ni kama antenna, ni waya tu ambazo sasa sana area ile inakuwa kwenye simu kwa ajili ya kuvuta mtandao, zinakuja moja kwa moja mpaka huku kwenye kio. Basi kwa maana hiyo kio chako unakuwa umefanyaje, umekiondoa na una uwezo wa kukiweka pembeni ukabaki na dili na nini na laptop kama laptop. Kifupi nikufahamishe kwamba laptop haihitaji haraka sana katika matengenezo, inahitaji utulivu, inahitaji umakini na upole kabisa katika namna ya kuirekebisha. Kwa hivyo usijaribu kukimbia kwa haraka sana kutaka kuijua laptop kwa ndani zaidi. Nafikiri kwa kuwa tumeshaelezana matumizi ya matimita, basi utaenda kuielewa vizuri kompyuta unawezaje kuitengeneza. Baada ya hapo, kumbe baada ya kufungua hicho kitu hapo kio, na uwezo wa kutafuta sehemu ambayo kuna muunganiko, kwa sababu nimeshahakiki kwamba nati zote hazipo natafuta muunganiko umekaa wapi. Kwa mfano kama hapa, naanza kufanyaje, kubanjua kama hivi, lakini wakati na bejua hapa, nimeona kuna ugumu. Kuna ugumu ni nini kimeshikilia? Nitachungulia hapa, naona kuna nati. Umeona? Kwa hivyo natakiwa kuwa makini sana, uhakikishe nati zote umeziondoa. Haya, hii nati nitaiondoa. Baada ya hapo taanza kufungua. Sawa, taanza kufungua tena taratibu. Hakikisha mikanda yote umeshaichomoa, kufungua taratibu. Unatakiwa kuchukua muda sana wa kufanya haya mambo, sifungue fungue tu ili hali kwamba haujathibitisha kama nati zote umezifungua. Unaposikia kuna ugumu sehemu, basi unatumia nguvu nzuri tu ya kutulia na kuhakiki kama kuna kitu kimeshikilia pale. Kwa mfano kama hapa, najaribu kuvuta lakini bado inaniwea ngumu kufungua. Sasa kama inaniwea ngumu kufungua, natakiwa pia ni hakiki kwamba nati bado ipo au haipo. Ukiangalia kwa huku ndani naona kuna nati ambayo kwa kawaida ukiifungua huwa haiachi, haiachii. Sasa unaona naizungusha lakini haiwezi na kuachia kwa, kwa hivyo itanihitaji nitumie utaratibu mzuri tu wa kuifungua. Hapa nimeshikilia na mkono huku, huku ndani wakati huo, yani, nimetumia ya, nime nguvu kubwa kushikilia hapo kama nataka kuvunja na y, hapo naanza kufungua hii nati hapa kwa utaratibu tu naona kama inaanza kupanda kama inaanza kupanda, lakini bado haipandi. Inaonekana ilisha katikia hapo, kwa hivyo kumbe tutatakiwa kutumia nguvu sasa, wakati wa kufanyaje, wa kuing'oa. Baadhi ya kompyuta zipo hivyo, inakuja kwako imeshapitia kwenye mkono wa mtu, imesha haribiwa haribiwa. Kwa hiyo sometime unapaswa tu kuvumilia, ni moja kati ya matengenezo yetu kwa hiyo kama fundi usiogope vitu kama hivi, usijaribu kuogopa kabisa vitu kama hivi. Wewe ni fundi, unapaswa kuelewa kwamba unachokifanya ni kuokoa tatizo ambalo anakutana nalo mteja. Hapa kunaonekana kama kuna chuma fulani hivi, najaribu kama kuikata, imekuwa ngumu hii chuma, ndio iliyoshikilia sehemu ambako nati zinaonekana, inaonekana ku, kustaki hapo. Okay. Kama unavyoweza kuona nimebenjwa kwa namna hiyo na hiki kifuniko kimetoka kama kilivyo taratibu. Baada ya hapo nakuja kukuta kwamba kumbe nilikuwa nahangaika sehemu ambayo akufungia pale, na ati ilifanyeje, ilivunja haka ka eneo ambako ilitakiwa na ati ifanyeje ishikie. Unaweza kuona hapa ilichomoka huko. Kwa hiyo kumbe unaweza ukatumia muda mwingi sana kupambana namna ya kuchomoa hapo, lakini bado ukapata ugumu wa kufanikisha. Kumbe unatakiwa kuwa na nozo ama plais, ambayo itakuja kunisaidia kushikilia maeneo haya, na baada ya hapo, nikishashikilia maeneo hayo, hapa nimeshika ile nati, na hapo nitakuja huku mbele tena nianze kufungua, nikiwa nimeshikilia kale ambako nati imeingilia. Na baada ya hapo, nati utaiona hii hapa basi, kilichokuwa kimezuia ni haka hapa, hapo kwamba naweza kakaona. Yes, haka, haka ndio nati inaingia humu, inafungwa kwa hiyo, haka kalikuwa kama katika mle kwenye kompyuta. Baada ya hapo, wakati unaifunga, utakuja urudie tena kufanyaje, unganisha kama ulivyo utaratibu, jinsi ilivyokuwa. Hii ni feni. Kwa kawaida kompyuta laptop zote huwa zinakuaga na feni, japo sio asilimia mia, na baadhi ya zingine zinakuwa hazina feni kabisa, ila ina kitu ambacho tunaita heat sink kwa ajili ya kufanyaje ya kuipoza. Haya, hii pedi inakaa katika mfumo wa cooling system, katika mfumo wa kupoza. Kwa kawaida kompyuta yote ile ina processor ambayo processor, processor hiyo inachemka, kwa mchemko wake unapelekea kuwekewa kitu kama hicho cha kupozea. Haya, kitu kingine unakutana nacho ni nati ambazo zinapatikana kwenye nini, kwenye circuit. Hii ndio circuit ya kompyuta, hii ni circuit ya nini, ya kompyuta ambapo saketi hii ya kompyuta inakuwa na nati zake, na kila sehemu yenye nati kuna kamshari kama haka, kuashiria kwamba utakapoifungua hiyo nati basi uhakikishe umefanyaje, umeifunga nati. Mshale uko kwenye nini, kwenye socket, sawa? Mshale kama hii hapa, kuna nati lakini itatakiwa kuwepo manake nut yes. So kama hapa kuna mshale tena, huu huu mshale unaashiria kwamba unataka kufunga nati. Sehemu ambayo haina mshale kama hizi zinakuwa hazimaanishi kwamba unataka kufunga nati hapa, manake nati itakuja ifungwe juu ya nini ya hiki kitakachokuja kukaa hapa, ndio kitakuja kufungwa nati. Lakini sehemu ambayo umekuoneshea mshale kama hivi inaashiria kwamba kuna sehemu ya ndani kabisa ambayo unapaswa kufungua nati au kufunga nati ya nini? ya socket. Kwa hivyo matengenezo yako yatadiri na nini na socket, kwa kama matengenezo yako yatadiri na socket katika tatizo ambalo linahitaji socket uweze kuisolve, kumbe unapaswa kuifungua socket kama hivyo, ili uweze kuiondoa kwenye nini housing unaona kwa kama hivi, tutafanya kama hivi. Na baada ya hapo, kwanza nitasukuma huu mlango wa CD ili mlango wa CD uweze kutoka kama hivyo. Baada ya kutoka, tutakuja kufungua nini, socket kama hivi. Maana yake socket itaanza kutoka sasa. Lasi hivyo, ndivyo jinsi ambavyo unaweza kufungua laptop. Kumbuka nimesema mikanda yote unatakiwa umeichomoa ili uweze kufanikiwa kuiondoa saketi yako nzima nzima kama kitu ambacho nakifanya hapa. Na baada ya hapo, kompyuta itakuwa imefunguliwa na housing, itakuwa imekaa pembeni, umebaki na nini, umebaki tayari na nini na, na kompyuta yako saketi kwa ajili ya matengenezo. Kwa hivyo, ndio hapo sasa utaanza kutumia elimu yako ya ufundi kudiagnose matatizo kwamba tatizo linapatikana wapi na niweze kulisolve vipi mpaka niweze kufanikiwa. Saketi yako inaonekana kama mwa hivi muonekano wake, na processor yake imekaa kwa hapa. Labda niweza kufungua processor nayo weze kuiona processor ya hii kompyuta. Wengi huwa wanajiuliza processor ni nini, lakini leo tunajifunza namna ya kuifungua laptop, sio matengenezo ya laptop. Processor ndio hii lakini pia hii ni display processor; wengine wanaita GPU. Basi display processor ya, ya uonyeshaji inahusika na uoneshaji, ambapo processor kubwa ina uprocessi mfumo mzima wa kompyuta ndio hii. Hivi ndivyo jinsi ya kompyuta utakuwa umeifungua. Na baada ya hapo socket kama inavyoonekana, labda ni kusogezee kwa ukaribu, huwezi kuiona socket. Okay, ukitazama socket jinsi ilivyo ina components nyingi sana ambazo mara nyingi nimekuwa nikizielezea wakati napima kwa kutumia matimita. Kwa hivyo hizi components zote unatakiwa kuziweka kichwani kupitia ile sheet ya video ambayo inaelezea matumizi ya matimita ambayo nimeiposti hivi juzi kati. Basi utaona ile sheet itakuelezea kwamba hizi components ni components gani, kuna capacitor, transistor, mosfet, fuse, coil, ambazo hizo ni components zinazoungwa pamoja kutengeneza kitu kama hiki, kompyuta, simu ama vifaa vyote vile vinavyotumia umeme. Hii ndio socket ya nini? Hii ndio socket ya laptop tuliyofungua kampuni ya Dell. Socket ziko katika mfumo tofauti tofauti. Kwa hivyo unapaswa kuelewa kwamba unapoifungua kompyuta, kitu cha kwanza cha msingi unachotakiwa kuzingatia ni kwamba zingatia swala moja. Je, kompyuta hiyo ina nati? Kama kuna sehemu, kuna nati, ifungue nati hiyo, kisha ifungua basi unaweza kufanya kitu kingine ambacho kinapaswa kufanyika baada ya hapo, wakati wa kuifunga tena. Hapa tunaelekea kufunga, ili uone tunapaswa kufanya vitu gani. Kile tulichoishia kukifanya ndicho tunachoanza nacho wakati wa kufunga. Kumbuka hili jambo, kile ulichoishia kufungua ndicho unachoanzia kufunga. Wengine anaanzia kwenye keyboard, anafungua baadaye, wakati wa kufunga anataka anze na keyboard, kitu ambacho hakiwezekani. Kama keyboard ulianza nayo kwenye kufungua basi iwe ya mwisho kwenye kuifunga, kwa sababu ukianza nayo tena itakuvuruga, kitu ambacho hutoweza kufanikiwa kuifungua hiyo kompyuta. Utashindwa kuelewa kwamba ulianzia wapi umeishia wapi, kupitia utaratibu ambao utakuwa umeenda sio mzuri. Haya, tutarudisha tena housing. Nimetaka leo kuelezea tu namna ambavyo unaweza kuifungua kompyuta, kwa hivyo sitokuwa na mambo mengi sana naweza kuyaelezea zaidi lakini nimesha kueleza kwamba vitu muhimu kama RAM, hard disk, processor, vitu kama hivyo unapaswa uvijue, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana kupatikana kwenye nini, kwenye kompyuta, ambapo hivyo ndio matatizo yenyewe yalipo. Kompyuta kama haiwaki, ilo tatizo tutaenda kuijua kwamba hii kompyuta haiwaki kabisa kabisa, tuguse wapi? Tufanye nini ili mambo yaweze kwenda vizuri au tuweze kutatua tatizo. Ukiangalia kana sehemu ya kuchomeka kuna moduli hapo kuna sehemu hii kiki connect na kuchomeka huko. Kwa hiyo ndio maana unaona najaribu kukichomeka. Kila kitu kinapaswa kiingie mahali pake kwa utaratibu ule, ule ambao kimepangiwa uwepo. Ikifanya tofauti pengine hata unaweza kaipigisha kompyuta yako short. Ya, napenda kutumia neno kompyuta japo wengi sana wanapenda kusema laptop. Lakini laptop ndio hii, hii na kompyuta ndio hii, hii. Kompyuta ni muunganiko tu Kompyuta ni muunganiko mzima wakati ya CPU, ah sorry, muunganiko mzima wakati wa kioo na nini na CPU, yaani desktop. Kwa hiyo sasa, ikishakuwa ina muunganiko huo, basi ndio tunaita kompyuta, kama ambavyo hii mimi naisema ni kompyuta, kwa sababu hii ndio kama desktop. Lakini pia monitor nayo, monitor nayo ndio kioo chenyewe. Nafikiri watu wanaotumia makompyuta wanaelewa hicho kitu, monitor ni nini spio ni nini au napozungumzia laptop wanaelewa. Basi usichoke kujifunza, fundi. Haupaswi kuwa na limit ya vitu vya kujifunza. Unapaswa kuelewa kwamba wewe ni fundi unayohusika na vifaa vya umeme, kwa hivyo unapaswa kujua ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvitengeneze. Usije ukawa ukajiwekea limit kwamba wewe unadiri na simu tu, kwa hiyo hutaki kujua masuala ya kompyuta. Hapana, inaweza kutokea zali siku moja ukapata kazi ambayo unajua kabisa kwamba hii kazi ulishawahi kujifunza kupitia Electronics Device Maintenance, au kupitia channel yangu hii ambayo jina inaenda kubadilika kuwa Electronics Repair School, Electronics Repair Class, ambapo utakuwa unajua kwamba ni, ni, ni vitu gani vya msingi vya kufanya baada ya kuwa umejifunza kupitia mimi. Kwa hiyo ningependa tuweze kwenda pamoja ili hata siku ukikutana na zali kama hilo, hiyo hela haiwezi kukupita, una uwezo wa kui, kuifanya hiyo kazi na imani katika siku zijazo, ambapo tutakuwa tukikutana na baadhi ya matatizo na kuyatatua, basi kutakuwa na haja ya wewe kujifunza kwa undani zaidi mfumo wako wa nini, wa matengenezo ya vifaa vya umeme. Usijaribu kujikatia tamaa hata siku moja, kwa sababu ukijaribu kujikatia tamaa, maanake wewe unapaswa hata kwa Mungu ushtakiwe kila kitu kirudi katika mahali pake, japo kuna vingine unaona kama hivi vimechanika chanika. Kwa hiyo vingine ni vikaratasi ambavyo sitaweza kuirudisha, lakini uki, ukikaa kwa utulivu, nafanya hivi kwa sababu ya haraka tu. Ukikaa kwa utulivu, kila kitu utaona mahali pake kinapoenda, kwa sababu vina namba. Kama hivi kimechanika tu, lakini kingekuwa kijachanika kike kimeungana kizima, unaona kabisa, namba hii inaonyesha kuna sehemu ambayo napaswa niifunge. Kwa mfano, hapa inaonyesha ni M2

Kwa hivyo kumbe haka kaeneo naweza nikakaleta hapa sinanipata. Umeona? kanakuja kana kama eneo haya kitu ambacho zoezi la kufunga ndio kwa limekamilika. Sawa, tuachane so, na hii kikaratasi, tunarudisha kitu kingine ambacho tulikichomoa. huu ni mlango wa CD, mlango kwa ajili ya na kukonekia CD ili uweze kuplay ku kutumia CD. Baada hapo kitu kingine ambacho kilikuwepo hapa ni hiki hapa housing cha juu ambacho tunakirudishia tena. Yani kompyuta kuifungua na kufunga ni very, very simple rahisi zaidi. Unaweza kahisi kama ni kazi kubwa sana, ukaiogopa kompyuta, kumbe kompyuta ni kitu cha kawaida. Baada hapo, hakikisha mikanda yako yote umeweza kuifunga kama utaratibu unavyosema. Mkanda huu utaratibu wake ni kwamba unatakiwa kurudi eneo lake, mkanda umerudi hapa mikanda inakuwa inajielekeza kabisa kwamba hapa mkanda ulitakiwa uchomeke hapa. O siukaizi kwamba unaweza ukaanza kukunja huu mkanda unakuja kuuchomeka hapa, wakati mkanda huo unatakiwa uwe hapa. Itakuwa ni ngumu sana kufanya hicho kitu, kuchomoa vizuri. Chomeka kama hivi, mikanda imeweza kukaa katika utulivu sahihi. Kwa hiyo mikanda yote unahakikisha umefanyaje? umeichomeka kama unavyoona hapa. Hapa natokea nichomeke huu mkanda hapa kama hii. Hii ni battery ambayo tunaita thermostat battery, battery ambayo inahusika na utunzaji wa muda na settings za kompyuta. Lakini pia kuna mkanda mwingine huko hapa, ambao unapaswa kuchomekwa hapa kama ilivyo hivi, perfect. Kwa hivyo kumbe, matengenezo ya kompyuta yanaweza kaanza, lakini pale unapokuwa unafahamu kitu ulichokifungua unakifunga wapi. Nimeenda spidi sana, lakini jitahidi kutumia utulivu wako katika kufuatilia video hii ili kesho kesho kutwa tunapokuja kufanya matengenezo ya laptop usije ukaanza kuuliza kwamba kompyuta inafunguliwaje? Mbona sikuwahi kuona unafungua kompyuta, ukabaki unashangaa. Japo baadhi ya video, unajua nitakuwa nikiposti namna ambayo nafungua kompyuta, basi mtakuwa mkiona. Lakini hii imekuwa ni intro kwa ajili ya matengenezo ya nini? Kwa ajili ya ufunguaji wa laptop. bila shaka nitakupostia video kama mbili tatu za kompyuta tofauti tofauti, namna ya kuzifungua na baada ya hapo utaweza kuelewa kila kitu, niko nakiweka sehemu pake, ila naenda speed tu, ili wewe uweze kuelewa kama hivi. Hii keyboard baada ya kuwa tumeweka kio hicho, turudishia keyboard ambayo keyboard ipasa ichomekwe hapa kama hivi, keyboard imechomekwa na kisha mahali pake hivyo. Baada ya hapo tunarudi haka hapa, anakaa mahali pake. Kwa hiyo kila kitu aaa kinatakiwa kifungwe eneo ambalo ulikifungua. Baada ya hapo kompyuta yako utakuwa umekamilisha kuifunga, na hapo kama tatizo lake umesha lisolve basi, unapaswa kumrudishia mteja. Asante kwa kuendelea kufuatilia channel yangu Electronics Device Maintenance ambayo inaendelea kubadilika, kubadili jina kuwa Electronics Repair Class. Electronics Repair Class, darasa la matengenezo ya vifaa vya umeme Face.